Na mtazamaji, kwingineku ni kwamba zaidi ya walipaji ushuru elfu kumi kufikia sasa wametuma maombi ya kuomba radhi kutoka kwa adhabu ya mrundiko wa riba na kuanzia mwezi Disemba mwaka 2024. Halmashauri ya ukusanyaji ushuru hapa nchini KRA kufikia jana, iliondoa wa msamaha wa takriban shilingi bilioni 170 kwenye ofa inayoendelea ya msamaha kwa walipaji ushuru. Haya najiri huku tamasha la kuhimiza ulipaji ushuru likiendelea magharibi mwa Kenya katika kaunti ya Kisumu. Kampeni hiyo iliyotekelezwa na KRA na mshirika wake wa habari ambaye ni shirika la utangazaji la kitaifa KBC ilitoa huduma zisizo na malipo za ujazaji taarifa za ulipaji ushuru katika maeneo ya Awasi, Ahero, Rabuor, Nyamasaria, Manyata, Kondele na Kisumu mjini katika kaunti hiyo ya Kisumu.